Uhali gani mtazamaji wa Daily News Digital, hapa ni katika eneo la Mto Ng'ombe ni mpakani mwa eneo la Kijitonyama na Tandale. Ndivyo hali unavyoiona daraja hili, licha ya serikali kutumia fedha nyingi katika ujenzi wa daraja hili, lakini mabadiliko ya matumizi ya daraja hili ndivyo kama unavyoiona nyanya chungu mihogo maganda mihogo, machungwa, yote yanayokuwa hapa, ikiwa na maana limekuwa ni eneo sasa la kutupa taka ama eneo la dampo. Je, hali hii ni sawa?